Maana ya uchaguzi ni kuwapa uhuru watu wachague mtu anayemtaka. Ndio maana tunafanya uchaguzi na maana ndio tunafanya uchaguzi wa vyama vingi, kulinganisha sauti. Lakini Watanzania, kinachotokea sasa ni kama hatulinganishi sauti, tumeanza kupigana viatu. Ukiona na mtu anakuzidi kwa sera unaamua kutumia nguvu kumzima. Watanzania wengi wanalalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru, na wanafanya hivyo kwa matukio yaliyotokea nyuma, uzoefu uliotokea nyuma. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya malalamiko ya watu wake. Nafikiri vyama vingi ni sawa na hizi kwaya zilizoimba hapa kila mtu aimbe wimbo wake mzuri, na kila mtu anachagua kwenda anakotaka. Hatulazimishi watu waende mahali asikotaka. Bwana asifiwe. Imba wimbo mzuri unaovutia watu na wakaja kwako, lakini hatulazimishi watu kwa fimbo, kwa bakora waku, waimbe wimbo usiotaka unaotaka wewe, na ndio maana ya demokrasia. Demokrasia ni kwa hapa watu uhuru wa kuchagua wale wanaowataka watu waimbe sera zao. Viongozi wa siasa, vyama ambavyo vinavyosema upinzani, waanze sera, wawaambie wananchi wanataka kuwafanyia nini. Mara nyingine, Rais baba wa taifa aliuliza, naona watu wanakimbilia Ikulu, kuna nini? na mmetenda dhambi kwa kutaka kukimbilia Ikulu? Kila mmoja awe diwani awe mbunge na hata mheshimiwa Rais atangaze sera nzuri, ili sisi tukimbilie sera zile anazosema. Wakati mwingine sera zinazosemwa sio zile pia zinazofanywa kazi, na ndio watu wanagundua kwamba sasa, ala, kumbe inakuwa hivi, manumuniko